Jamaa mbona wanakuja, wamekuja, wametukania wa nyuma wako more defensive kwenye eneo lao la kuzuia, wacheza watu sita mpaka saba, wakishika mpira wanafanya counter attack to press kupitia kwenye maeneo ya Franks, manake anapokuwa anacheza HD Hassan Dilunga, na kwenye eneo la juu la mbele wanaifungua defense ya Simba hiyo, alafu rafiki kwenye eneo ya box wana attempt, ndio maana first half ukapata attempt tatu, second half attempt gapi? Nne, manake walikuwa wanaanza kufika kwenye box la Simba. Mwalimu anafanyaje? Akakuingizia Jonathan Soa is a black lion mchezaji ambaye akikaa kwenye eneo la juu wale back four hawawezi kupanda, wakawa na advantage ya moja kwa moja kuwaingia juu kwenye transition phase to attacking, wakati timu inafanya inashambulia in possession, unanielewa? Ndicho sayansi mwalimu defense, eh. Dimitri Pante pale amefanya hiyo sayansi, huwezi kuikuta hapo Kariakoo, Jangwani, hiyo sayansi ni Msimbazi. Mwalimu akasema hapana, ni muingize catalyst na muingize nani accelerator, Abraham Morris bwana mdogo miaka 17 ambaye hata nywele za mapaja hajaota, akaingia bwana mdogo. Sayansi ya mpira unaona, ambapo alikuwa na ile shape ile defensive zone ya, ya, ya ya Tanzania ya JKT Tanzania on how to play, namna gani ya kucheza, akawa na shake ana shake, anaona space anapeleka mpira kwa Jonathan Sowah, anapeleka mpira kwa Jean Charles Ahoua ambaye ni the most creator, anapeleka mpira mbele na hatimaye mashambulizi mengi yakafanyika golini kwa nani, kwa jeki ya Tanzania ambayo yametulipa, na hatimaye tumeondoka na furaha, vigelegele, shangwe, bao mbili kwa moja. Tupo kileleni alama tisa kwa magoli nane so far hapa kwa dakika hii. Kwa hiyo ili azima ya kumaliza mechi ya kumaliza eh, ligi, ligi kuu tunaendelea kuifanyia kazi na tunaendelea kuishi, kwa sababu kuna wenzetu walikuja hapa mara ya mwisho, walitoka draw. Azam alikuja hapa aliambulia pachupu moja moja. Yanga, msimu uliopita kuja hapa, katoa, katoa katoa sare kupata alama tatu kwenye uwanja wa Major General Isamuhyo. Mechi ilikuwa ni ya kasi nzuri, yes, sana timu ambayo toka wameanza ligi mechi yao ya sita leo ndio wanapoteza ya mchezo, wana mechi sita wana draw nne wameshinda mechi moja, leo ndio wanapoteza mchezo, mchezo na maana ule utepe wa NBC na JKT JKT Tanzania chini ya Ahmed Yari, kocha wao mkubwa, ambao ni kocha mzuri sana tumii, ni moja ya best coaches ambaye Tanzania tunaye leo. Tumeuvunja umwiko sisi Simba kumekata utepe, lakini ubingwa vipi? Mnaonaje ubingwa? Sisi tutachukua ubingwa wa NBC tena mwaka huu, tutachukua ubingwa wa NBC tena na CAF Champions League tutafika finali. Labda niwaambie kwa mpira huu wa Dimitri Pantevu, kwa mchezaji catalyst, kama labda watu wajui maana catalyst, catalyst kwa watu ambao wamesoma medical eh, medical ni, is a, is a chemical substance which alter the rate of chemical reaction out, out alter manake ni it can speed up or can it can low up. Manake akiingia uwanjani, eh, Abraham Morris kazi yake kubwa ni accelerate ile attacking phase ambayo timu inaenda nayo manake timu inakuwa kwenye mwendo muda wote, ndicho ambacho hakifaa Dimitri Pantev. Kwa bwana mdogo Abraham Morris anatumia makopo bwana, ujaona Mwalimu leo alikuwa anatumia makopo ya maji, anatupa kopo huko baada kuona matatu ya, ya matatu, walikuwa nayachafua, akaamua atumie makopo, akatupa kopo moja huko nyie. Kuna mtu mmoja pale katikati anaitwa nani? eh? unataka kumjua eh? Jitu la mtumba jitu moja jeusi leo likuwa linapiga vipasi, anagonga, anagusa alafu anakuita njoo, geuka nyuma, twende. Huyo nabi kama la hatari ah, sana Leo alikuwa anapiga yani, alikuwa analiweka lile biliani pale, alikuwa anaweka viungo viungo halali. Niwaambie tu ana Simba, endeleeni kunywa mtoli, nyama mtazikuta chini dile, dile sababu ni kama anawachelewesha. Aa, aa, aa. Yule mwalimu yule mwalimu, siyo mwalimu, yule meneja yule meneja anacheza kwenye mfumo. Alivyoona wamekwenda kwenye mfumo wa 4G, wamechemka, mwalimu akaingia na tatu 5G yani, ule mfumo hatari unatumika Ulaya huko kwenye ma mandege ya kivita B52, yani e. Leo mwalimu alikuwa anasema nyie si wanajeshi, aya, nyuma geuka, mbele sogea, twende. Wamelala, wamelala, mwishowe wakaamka. Ah, yule, yule, yule beki leo alikuwa anawaonyesha kwamba hapa ni nyumbani, alafu nyie mlikuwa mnanichelewesha kupanda ndege. Watoto wa JKT Tanzania, kama mnataka kuja kupanda ndege, labda ndege ya jeshi, mmetoka hapa Beja Isamuyo, mmekwenda kikosi kingine huko lakini kupanda ndege, eti mnasafiri hata kwenda Dodoma, msahau wazalendo. Wa nini basi? Kama wao wazalendo, Simba Uhuru, Uhuru na Mzalendo, Mzalendo gazeti la juzi, Uhuru, Simba Sports. Morisa, sio Morris. Abrahamu sema protector, Morris protector. Leo alikuwa nawapigia kibao kata. <laughs> Niwambie mwendelee kutulia hivyo hivyo, mmetukaribisha Meja Isamuyo na si tunawaambia ndio machinjioni kwenu. Mkija hapa ni kupiga pushapu na kuluka kichula tu, tumelimaliza talima. Ah, kwenye hatua ya makundi tarajia inaenda kufanya namnagani? unazungumza kwenye hatua ya makundi kule, ndio tunaenda kucheza mpira hauna makandokando kule, ndio mtakapoona meneja anatumia zile tatu za miguuni na mikononi, kule ndio mtaenda kuiona simba yenyewe. Hapa tunafanya mazoezi, Simba inafanya mazoezi hapa. Nawaambia wana Simba, nawaambia wana Simba, pamoja na lile kundi mnalosema gumu, mnyama na kwenda kuongoza kundi lile mnyama anakwenda kuongoza wengine hao waliobaki waliokimbilia visiwani. Inna lillahi, papeba, wa inna lillahi rajiun, umepata ushindi yeah! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Nakwambia mimi yeah. Abraham Molisi, you are another level, yule mtoto yeah. Sio kucheza simba yeah. Tunaamini kwamba yeah, yeye anapita njia yeah. tumepata miksoni mpya wa Tanzania huyu, jamani, ni mtoto wa kwenda kucheza nje ya nchi, Ulaya, sio Tanzania. Elimpanzu, elimpanzu, ndio tunarudi mlemle. Watoto waliofundishwa na matatu ni shida, ukimwongelea ukimwongelea elimpanzu unaongelea watu wengine soa sowa, sowa bwana, levo ingine soa, levo ingine, ila nimeshawaambia waandishi wa habari kwamba leo hii madvo mechi Abraham Molis, no doubt. Abraham Molis yule mtoto ni balaa. Atari, atari, atari. Sisi, atari. Atari. Ni shida ingine, sisi tunasema kwamba tuna mchezaji lakini na imani kwamba hatutakuwa naye. Mimi naitwa Sako Simba, Sako Simba mnyama kama unavyoona.